Yani amekuwa ya ni mtu wa kuniahidi ahadi ambazo azitimii kwa kweli, ani amebadilika sana. <tis> Simuelewi kwa kweli kwa sasa hivi. Kwani mlikuwa na ugomvi? Hapana, hapana, hatukuwa na ugomvi kabisa alikuwa, ah, alikuwa itimiza, ni Ah, kuna hadi tu ambayo alikuwa ameniahidi yani haitimizi. Afu kila siku amekuwa ni mtu wa kumcheza cheza. Yaani simuelewi kabisa. Karibu mwanangu. Asante mama. mm. baa jambo Jambo mamaangu. Mwanangu. Kwa lakini, mbona kinyonge sana? Sio kwema mamaangu hata kidogo. Kuna mtaa nimepita huku hivi hukuhiviati kidogo hapo kuna hapa pamechangachangamka kidogo. Mm-hmm. Nikawa nimepata bahati ya kuna mtu akanipatia shilingi 2000. Sawa. Sasa wakati nakuja sasa hapa nyumbani mhm. Mm kuna kachitu fulani uwa, uwa, mala kwa wanapenda kupita mara kwa mara bahati mbaya ni kuna jamaa hivi nikamkuta amekaa pale, amevali kofia kofia hivi la ajabu ajabu leusi. Ndo wakati namsalimia pale, nimpitilize niende, akaniambia wee, hey, dogo simama na mm -hmm. Mimi kwa kumtii tu nikasimama nani mkubwa, nikamtii nikasimama. mm. Kumbe nikibaka nah. ndo aka akaa ananinyang'anya ana, kila nilichokuwa nacho ameinyang'anya mpaka na ndara zangu. Hey, jamani, ndio maana imekuja hapa peku, lakini na ile 2000 sawa, ndio ndio hata yeye mwenyewe kule ndio maana mm, na ile elfu mbili kweli, eh Bumile, na bomil snaaakakajuani naananaka mnavoona hivi hmm? Amenipatia kamtaji kadogo lakini mambo yanaenda, sina niona, nilivyopauka ndomana imekuja hapa peku, lakini na ile elfu mbili akaichukua jamani, mwana Hivi sisi tuna mkosi gani jamani? Kwa nini sisi tu mwanangu? Hivyo mama. Ipo siku tuna sisi Mungu atatuona au atajibu maombi yetu. Na imani kabisa Mungu anashuhudia kila kinachoendelea kwa pande yetu. Sasa mwanangu, ngoja ni viache kwanza, nitavichambua baadaye. Nipatie maji uje oge. Sawa so, baba. Haya ha, mama. Naona umechafuka kweli. Acha tu hmm. Ndugu zangu karibuni, karibuni sana. Nimefurahi sana, washoga zangu. Ah, leo mmenikumbuka yani, asante ndo ndugu. Jamani, asanteni sana kwa kunikumbuka, karibuni. Kwa kunikumbuka, karibuni. Mapya gani uko sasa, washoga zangu? Yani nimepotea, nimekuwa busy, mambo mengi kweli. Hebu nipeni story basi za huko mjini basi na mimi nizifahamu, na nimekuwa wandani siku hizi ah! <laughs> Nakuambia rafiki yetu <muchilion> stori zinaopita hapa mtaani kweli, umekaa tumetulia. Kuna stori gani tena huko mtaani? unamfahamu Samweli? Eh, hey, mm, sio Samweli wa zamani, ni Samweli wa sasa. Hatamani wewe Samweli huyu, mimi huyu nakwambia, na juzi kati nimemaliza kuosha vyombo asubuhi Bile, naenda kumwaga maji tu jalalani, nashitukia na mwagia akiwa pale jalalani kwangu anaokuta makopo. Yani, alinishtua. Unajua kunishtua huyu huyu hapo hapo, nikwambie, ni mimi. Alijichanganya kuja kwangu kuniomba eti maji ya kunywa, nikasema wewe unijui. Nikamwambia tulia, nikuletee maji ya kunywa. Nilichomfanyia hawezi akasahau yani, hawezi akasahau maishani mwake. Nilichukua maji na kumwagia. Na ulifanya vibaya, iweje? Mtu kakuomba maji, afu naona unamwagia maji? Singempa tu maji wewe, kumbuka Samuel alipokuwa kijana kweli mtanashati msafi, maisha yani maisha kweli alikuwa amekubali. Leo hii kashuka chini, wewe ndio unamuona wa ajabu. Tulia hapo hapo rafiki yangu nikwambie. Samuel huyu huyu anayenuka huyu. <laughs> Hata kama ndugu yako maisha ni kupanda na kushuka hapa duniani. Yaani, yuko sahihi na wewe unaunga huko? Kwa sababu wale ndugu zake e, hebu cheka lipo kwa kijiona e, kipindi wanahela haya zimewaisha sasa hivi. Kumbuka ni ndugu zake waliokuwa kwa kijiona lakini Samweli alikuwa kijana mzuri sana, mmoja wapo na yeye alikuwa anachangia. Sasa hivi zimewakosa zimewa mali ndio wanatutua na mtaani tupo mimi nimewashiba shugangu kwa kule, mlichofanya sio kizuri. Mimi niwashauri njoo, mlichofanya sio kizuri, japo kwa mimi amenipita mtani siajui, ila kwa hilo jamani, ah, mmefanya vibaya sawa, tulichokufanya sio kizuri, ila mimi kwangu mimi nilienda kumwaga tu jalalani, sikujua kama iko pale, nikamwaga maji machafu nikamwagia, eh? Odilia, embu tulia hapa, nikwambie, kilicho tuleta hapa tumekimaliza. Kama umbea tumemfa wa kutosha, kwa hiyo tujikatae. Ni kweli rafiki yetu, kama ni umbea, kama ni ubuyu tumesha kupatia, yanapita mambo mazuri mtaani upo tu, ondokaiuenleta maji mwenzangu

kidogo. Sema tu nilikuwa hizo miuwa nimesafiri kidogo. Unajua ni harakati za maisha Oh, inabidi tubadilishe mazingira kidogo. Harakati gani? mimi ndugu yako. Hizo badilisha mazingira kidogo. Hupatikani kwenye simu. Unajua shida hata nini, nini? na hivi ushawahi kukutana na Samweli? Yeah, kukuta, na ila nishaikukutana naye, ila kipindi natoka mjini ndo nilionana naye, ila mazingira ambayo nilimkutanao, aisee, niliumia sana. <laughs> Life ya Samweli mebadilika sana, amekuwa mgota makopo meshindwa mwelewa j alivyokuwa, life zuri kabisa lakini sasa hivi anaanagota makopo Ah, unajua sijajua mimi. Yaani mimi mara ya kwanza kabisa kukutana naye. Kwanza mimi nilishtuka kwanza. Unaona? Sababu hapo mwanzo mimi sijaondoka. Yaani kwa walikuwa vizuri, walikuwa na maisha mazuri. Yaani mimi nilikuwa nategemea labda nikitoka kule mjini, labda nitakuja nisaidizane mambo mawili matatu hivi. Ila cha ajabu nakuja kumkuta yuko jalalani. Na tena mbaya zaidi anakota kuko. Yaani makubwa kabisa jalalani. Sio mbaya, chafu. Yaani mimi nimeshindwa kumuelewa nikazani labda Likazai kama naotaota fulani hivi hadi nikamuuliza kwamba ilipoaje? Ila yes, sasa nilikuwa sina muda wa kutosha <coughs> hapo <coughs> wewe wewe Kasipa mimi kwanza haraka kufuatilia. Baadaye.

Hey. Au mpelekeni, nasema hivi, mpelekeni, nitakuja mimi mwenyewe kwa e, sababu hao watu wameshanisumbua sana. Mimi na Isa, ndo ndio takuwa ni wezi wa mali zangu, ni siku nyingi sana hao wameshanisumbua. Sawa, kwa sababu sawa mi nahisi huyo ananisaidia na kuwapata wengine na nawaza ni hayuko peke yake huyo. Okay, sawa. Kielewe kufika hapo sasa hivi, nafika hapo, mkisha ondokeni tu, mimi nakuja mwenyewe nimalize. Basi sawa, ananisumbua sana. Mbona umekuja hata bila taarifa? Bila yeah. taarifa? Hivi wewe Chandi, unajua ahadi zako zimenichosha zimenichosha kabisa kila siku ahadi hazitimii umeshakutimiza hata ahadi moja zote ulizoniahidi Sia, tusifikie huko. Ni mambo tu yameingiliana kama mimi kwa hivyo ika kwa mkuwa na kudanganya danganya kama ni hiyo. Kwanza nimepangilia kabisa kwamba naweza kukutimizia hadhi Ila tu ni mambo tu ambayo yameingiliana. Samehe tu mpenzi wangu sana. Sana. Samehe tu sana. Unanipenda kweli? Sana, sana.